kamba. Kwa nini Mungu anaweza akamtumia hata mtu yule wa kawaida tu kumpandisha kumweka matawi ya juu? Biblia ya kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya tatu alimtumia mchungaji mmoja anaitwa Musa ejua hana mwelekeo wowote wa ukana waheshimiwa. Mungu akamwambia hivi, Musa ina habari njema na wewe, inakuchagua ili wewe uweze kuwa kiongozi utakayewaongoza wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa. Musa aliona shaka, Musa aliona wasiwasi na hofu iliingia. Kuna kitu kimoja tu ambacho nataka nikizungumze jioni ya leo. Kuna adui mkubwa sana kwa ndoto au njozi ambazo Mungu anakusemesha, ambaye anaitwa uoga. Kwa hiyo Musa aliona uoga, akasema, mimi ni nani ili niweze nikazungumze na mfalme Farao? Haiwezekani, mimi ni mdo, mtu mdogo sana nakaa, kuna chunga kondoo, sina heshima hiyo. Mungu akamkazia akasema, hivi usijidharau, hata kama unachunga kondoo. Mimi nafahamu kuna wengine maafisa walikwemo ofisini walikwemo kwenye wenye ofisi za mioyozi, lakini nimekuchagua wewe unayechunga kondoo ili ufanye kazi ya. Kwa hiyo Musa akawa mnyenyekevu akatia makubali ya rekezo hiyo, na matokeo yake, matokeo yake kusoma kwenye kitabu cha kutoka cha Biblia tunaona Musa pia anaongoza jahazi la kuwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa nchi ya Misri kuwapeleka nchi ya ahadi ya Kanani. Fagason, inajua katika ndoto zako na katika ozi haukutarajia kwenye ukoo wa mlimbwa kama tunaweza tukapata mheshimiwa bunge. Kwanza ndipo kwa naongelea kwamba kwetu hata balozi hayupo. Acha acha acha, mwenyekiti mtaka balozi halipo. Sasa Mungu anakuchagua kwenye ukoo ambao hauna hata balozi, anakupandisha kupeleka katika Muheshimiwa Mbunge iyo ni heshima hebu tukushangile Nimesema adui mkubwa wa maono ambayo Mungu anakuwekea ni uoga uoga ndio unatangulia kumfanya mtu kile ulicho kiwaza au ulicho kiona, au ulichokiota usikutende gazi unasema kweli nitaweza, kweli nitaweza na huyu adui ambaye nitaweza, ambaye ni uoga, anakuambia kwamba wewe utakucheka mno, acha wafanya biashara. Wafanya biashara hoyi, niseme kitu, watu wengi wamejaribu kufanya biashara, lakini waliposhindwa kusubutu kufanya hawajafanya biashara mpaka leo. Kwani nini? Ndani iliingia ile uoga, kwamba hata ninapeleka jei, akienda kula hasara, wayana baki kama alivyo moja ya ujasiri ambao Mungu anapenda kutumia wanadamu ni pale ambapo mwanadamu unaweza kuwa na ujasiri wa kusubutu kwamba nitakapokuwa daliwe kwa, mimi leo napanda ndege kwenda China itaeleweka uku kiikiuli kiwacho, anasema kwamba ukienda China hutarudi, unafikia unafika China na mzigo unakuja, na maisha yanaendelea yanaendelea mpaka sasa alipo, mshinda akiuoga akasema, kweli sina PhD

kumwamini Mungu. Wanasema ukimwamini Mungu utakuwa mshamba mshamba fulani, alafu kwenye dunia hii hautaheshimika. Sasa mi nataka niwaambie hivi, pamoja na mambo yote haya tunayoyafanya, lakini dili kubwa ni kumwamini Mungu. Nilisema tu kwamba sasa, Mungu wewe wajua. Sasa Mungu huwa anaweza kumpandisha mtu anayemtegemea kwa gharama kubwa ya kwake yeye mwenye Mungu, bila kumtegemea mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe umetufikisha leo mahali hapa. Endelea. Hu. Deo, mheshimiwa, subiri, na sisi tunakuombea, na sisi wafanya biashara tumwombee huyu kwanza. Huyu amekuwa ni mfanyabiashara mwenzetu kitengo cha biashara t-shirt, muuza suruali leo eo anasema sana mheshimiwa Spika subiri, yani nchi inakusikiliza na sio nchi, mataifa yanayosikiliza bunge yanamsikiliza t-shirt, muuza anahoja ni jambo dogo sijamani tukishangilia kwa biashara sasa hafla hii ambaye ambayo, ametukusanya leo, inaomba kitu kimoja: itupe deni na itupe mzigo wa kumwombea huyu mheshimiwa.